Watu watatu watu mmoja wamekamatwa, wanafunja gali samotokasi. Mkuu wa mkoa wa Saledalama amewatisha na waambia akiwakamata wakiwakamata watakoma. Singida wa, watu wamemkamata polisi polisi, wamekamata mtu mmoja akiwa anatembea anasababisha hey, matukio ya uhalifu wamemkamata, mpaka sasa hivi hawajamwachia. Msanii msanii wa muziki los mwato na loma mkalod... na mkatoliki <laughs>

Wesu mtoto wa watu wamepewa hela apeleke pesa akalushe. Wesu wamemsunguka amemwambia dogo, toa hela. Dogo akasema mi sina hela yoyote. Wesu wakamwambia tena toa hela akasema, wakamsaki wakachukua, mpaka saizi kesi iko mahakamani Dar es Salaam. Michezo. Simba wameleta sijui ndo kocha mpya sijui ndo msemaji sijui ndo msemaji wao alikama amedialia. Tumempigia simu tumwambie, tumemwambia leta habari mpya, amekata simu <laughs> Dodoma. Shule ya Msenge. Utabili wa hali ya hewa leo. Mvua awa. Na mimi msomaji wako Ale Skanda Mole, kwenye mazoezi ya jogging ya watu wanafanya mazoezi ya kukimbia, mmoja alikuwa anatembea polepole, damu zikaanza kumtoka tu puani. Sasa sijui ndo anafanya ma... sijui anajitibia mwenyewe haijulikani ay... sijui anaenda hospitali bado hatujui. Singida kwenye soko, sijui watu wameleta vulugu ba na maaskali polisi ndo ameingia kati. Arusha Arusha kuna sherehe, mwenye sherehe mwenyewe yuko zake, anavua samaki siu Seundo, anavua samaki apelei kwenye sherehe, bado atuja mwandishi bado hajaenda semeu semeu, sijui kuna habari gani mpaka saa hizi, ila na wanasema nianzishe kwanza habari, wakileta tunaael